Sisiemu hiye, mmenisikia mara nyingi. Ntanuia radi, mmenisikia mara nyingi nikizungumza juu ya sheria. Kuna sheria inayoitwa sheria ya utumishi serikalini. Watumishi hawa wanaofanya kazi serikalini, unajua wako angapi? Wako hawazidi laki tano, wakizidi sana laki saba. Zaidi ya nusu ni walimu, wengine ni watu wamekaa maofisini Niwapongeze, mnafanya kazi nzuri sana, lakini wako wengine miungu watu, wamekaa ma <laughs> ofisini. Ukienda ofisini kwake anakwambia una so, shida <laughs> gani, una tatizo gani? Kwani mi kama sina shida ningekuja ofisini <laughs> <laughs> <laughs> kwako? Kwaini kwanza usinisalimie? Hii ni ofisi ya umma, mshahara no. wako unatokana na kodi yangu. Umetoa wapi hiyo kiburi ya kuniambia umekuja kutafuta nini hapo Nimekuja kutafuta nini? Nimekuja kuangalia kazi yako unavyoitekeleza. Mimi ndio mwajiri wako. Haya ni mambo nimeyaona, nimekwenda sehemu nyingi. Nimekuta tatizo moja, nimeshughulikiwa na zaidi ya watu kumi na halijatatuliwa, sababu nini? Sheria. Sheria ametunga nani? Tumetunga wenyewe. Sheria ikiwa nzuri, tutaiacha; ikiwa mbovu, inaumiza watu inasumbua watu, inaleta kero. Dawa yake moja tu ni kuifuta, sizungue watu. Lakini mimi mara chache sana nimekaa bungeni, nimekuwa waziri, nimekuwa chamani, sijawahi kuona serikali inafuta sheria. Inaongeza tu kila siku, inaongeza kila mahali, inaongeza. Baadaye mtatungiwa na sheria ya kusema kuanzia leo utalipia hewa unayovuta. yenye nguvu kupita kiasi, sisi m itakayoweza kumsimamia kila mtu serikalini. La kwanza, tutapeleka mapendekezo kwenye halmashauri kuu baada ya ziara yangu. Halmashauri kuu ya taifa lazima iwe na nguvu kuliko mtu yeyote, chombo chochote, waziri yoyote, mkubwa yoyote. Serikali hii tulioomba kura ni sisi, sio ninyi mliokaa kwenye ni ofisi ya serikali tunaolaumiwa sisi, kwa nini tusifanyie kazi? Isikilizeni kwa makini. Tutapeleka mapendekezo, lazima ifike mahali ya halmashauri kuu iseme serikali inavyoendesha mambo yake sio sawa, watendaji hawako sawa, mawaziri wavivu. Tunataka muwabadilishe mawaziri na serikali isikie, asubuhi tuone watu wamebadilishwa. Chama gani ambacho hakina uwezo mnakaa na ninyi kwenye orodha ya kulalamiki. Eneo la pili ambalo lazima tulifanyie kazi, kamati ya wabunge wa CCM. Tutafanya mageuzi makubwa kwenye kamati ya wabunge wa CCM. Nimejifunza mambo mengi sana, ndugu zangu, ni wananchi kutoka kwenu. Kama ni shahada, nimepata shahada ya juu kuliko shahada zote duniani kwa kuwasikiliza wananchi. Lazima tubadilishe mfumo wa kamati ya chama bungeni. Mambo ya wabunge wa CCM kuunga mkono kila kinacholetwa na serikali ni wa mwisho. Nisikilizeni uh, uh. Kikao changu cha kwanza baada ya bunge wabunge wa kuchaguliwa ni wabunge wa CCM, nataka niwaambie wabunge wa CCM Jambo jema likiletwa, lipitisheni. Jambo la hovyo likiletwa, kataeni. Sio kile kinacholetwa na serikali ya CCM <totu> na kiunga mkoo hata kama cha ovyo, niwaumiza watu. Watu wanakuja na sheria kutoka serikalini na wanaotunga sheria hizi ndani, nisikilizeni, maafisa wa serikali hawana uhusiano hata na wananchi, hawajui shida zao, hawajui maisha yao, hawajui matatizo yao. Kazi yao kutunga sheria, wanapeleka bungeni, wabunge nao wanaoafiki, ndio wanasema ndio. Kwa hiyo tutakaa na wabunge wangu, tutatengeneza muundo mpya, utaratibu wa sasa kwamba waziri mkuu ndio kiongozi wa wana CCM bungeni mwisho ntawamba watumga leki uteni ntatosa. Mtu mwingine ataongoza wana CCM na atatetea wananchi. Kama jambo sijema atasema hili hatupitishi, na yeye atauliza maswali kama watu wengine wanavyouliza maswali, na atakaa na wana CCM wenzake. Na nataka nipendekeze sheria zile nagusa maisha ya watu, baadaye zinakuja kuwa ni madhara na kero kwa watu, zisipitishwe haraka haraka ungeni <laughs> sheria isomwe sasa, ikishasomwa iahirishwe, wananchi wakaulizwa, wakaulizo mnasemaje sheria hii?